Kutoka kwa Nancy Kering tuelekee kwake Michael Mutinda, ambapo anatufahamisha kwamba vikundi ishirini na tisa vya wanawake katika eneo bunge la Mbooni huko Makueni vimenufaika na shilingi milioni nane nukta tatu fedha za hazina ya wanawake. Pia wametakiwa kutumia fedha walizopata vizuri ili kuendelea kuinua hali zao za maisha. Zoezi la utoaji fedha hizi limefanyika katika mji wa Tawa. Makundi haya ya wanawake yakipata kati ya shilingi elfu mia moja na milioni moja baada ya kupata mafunzo maalumu ya kuwawezesha kutumia fedha vizuri. We have issued 8 million 350,000 to 29 groups. Before the before we disburse the money, first we do train the groups on record keeping, credit management and financial literacy. Waliofaidika na fedha hizo wakikiri kuwa zimewapiga jeki pakubwa na hususan katika kuwasomesha watoto wao na kuwekeza kwenye biashara ndogondogo. Na hii ndiyo ya tatu kupewa mia saba na hamsini. Tumebaitika sana, wengine tumeelimisha watoto, tuko na mabiashara, wengine wamenunua ng'ombe za maziwa, wengine wanafuga mbuzi na kuku. katika hii, sako ya hii ya, 500 tuko na mpango ya kununua tanks tano kwa members tano. Kwaa uh, tukifanikiwa sako ile ingine tununulie wale watano uh, another five tanks. Tunaendelea na kusomesha watoto, tunaendelea na kujinua kwa nyumba, tunanunua mbuzi, kuku na tunajirembesha. Toa elfu mbili ikatubidi tununue posho mill tukanunua posho mili, tukapata kazi kama wamama, kwa sababu hatukuwa na kazi za kufanya sana. Tukapata kazi, tukaendelea. Safari ya tatu tukapewa mia tatu hamsini pia tukaendelea, kwa sababu tuko watu kumi, tukasema tutanunua nyingine ndio watano wa, wasimame na nyingine na watano wasimame na nyingine. Mbunge ni o bunge la Mbooni akisema wanawake wanachama wa vikundi hivi wana jukumu la kuhakikisha fedha hizo ambazo zimetolewa kama mikopo isiyo na riba zinarudishwa kwa wakati ili kufaidi idadi kubwa zaidi. Vile nataka kusema yuo ya kina mama, hiyo pesa siyo pesa ya kununua nguo za Christmas. Hiyo pesa ni pesa ya kuinua, kujiinua kama boma, ndio tusonge mbele na hii pesa ni pesa ya kupatiwa na ni pesa ya kurudisha. Aa, za zile unamaliza sako yako unarudisha hiyo pesa ndio upate sako ingine, na tuendelee kupanda juu. Kazi yangu mingi ni kutafuta hiyo pesa ndio watu wambone waendelee kufaidika. Shilingi milioni nane nukta tatu, sasa zima mikononi mwa wanawake hawa ambao wako chini ya makundi 29 wakitakiwa kwa kisha fedha hizo zinatumika vilivyokuwa faidi. Michael Mutinda, Runinga ya Citizen Makueni.